Habari kama ambavyo mnafahamu kwamba leo ndio siku yetu, siku ya kihistoria e, ya wananchi kufanya maamuzi ya kuchagua serikali yao kwa maana ya nafasi ya udiwani ubunge na urais kwa mkoa wetu wa Iringa. Mpaka tunafika kwenye eneo hili kwa ajili ya mimi mwenyewe kupiga kura, uh, nimepata nafasi ya kupata taarifa za maeneo yote ya mkoa wetu kwa maana ya wilaya ya Mufindi, wilaya ya Kilolo na wilaya ya Iringa, zoezi la upigaji wa kura limeanza vizuri sana na wananchi wamejitokeza kwa wingi maeneo yote ambayo yanahitaji watu kwenda kupiga kura. Lakini pamoja na hivyo, hali ya usalama mpaka sasa katika mkoa wetu ni shwari. Eh, zoezi linakwenda vizuri na tunaamini tuna litakamilika vizuri. E, naomba niwahamasishe tu wananchi ambao bado wanajipanga kuja kwenye vituo vya kupiga kura kwamba hali ya usalama ni nzuri na vituo viko karibu na maeneo ambayo wanaishi, kwa hiyo si vibaya wakasogea wakapiga kura zao kwa wakati na wakaendelea na majukumu mengine. Jambo ambalo nataka niwahakikishie wananchi kama ambavyo tumeanza kupiga kura kwa usalama. Kura zitahesabiwa kwa usalama na matokeo yatatangazwa kwa usalama na mji wetu utabaki salama. Hiki ndio kipaumbele cha serikali, kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote wale wanaopiga kura kwa umri wao na wale ambao ni watoto wako nyumbani, wote watakuwa salama katika zoezi la siku ya leo. Mwisho kabisa, niendelee kuwasisitiza, muda bado unaruhusu kwa mwananchi wote ambaye bado alikuwa anajipanga kwenda kupiga kura, anayo fursa ya kujipanga kwenda kupiga kura katika kituo kilicho jirani na yeye na pale ambapo ameandikishwa. Lakini pia niwasisitize, kwa namna yoyote ile, si kwa maneno wala kwa matendo Usiwe sehemu ya kuiharibu amani ambayo tumekwisha ijenga na usalama uliopo ndani ya mkoa wetu. Hilo ndio jambo la msingi. Tumeanza vizuri na tuna uhakika tutamaliza vizuri. Asanteni sana na niwatakieni uchaguzi mwema.